Kuna wakati naamini wadogo zangu wanakosea, wanateleza, tukiri kabisa. Kuna wakati wana maneno ya kukera kidogo, na kuna wakati wanapitiliza. Naamini e, kibinadamu, na ni vizuri kukiri. Mimi kama kaka, kama mshikadau wa sanaa, nawaombea radhi kwa niaba yao ili kiwanda kiendelee kusonga mbele. Adhabu utakayotoa ina madhara mengi makubwa. Ndo maana anatoka mbele yenu kuwaomba radhi kwa yale maneno kadhaa ambayo yalitoka, ambayo yaliwakera, na naamini kabisa tukubaliane kwamba adhabu hii inaweza kukugusa hata wewe ambao unaiendesha sasa hivi hii movement, kwa sababu tuangalie tu kwa kawaida, msanii kama Shilole tumemchomea eneo lake na tumembani mziki wake. Hebu niambie vijana wangapi wamekosa ajira kwenye ile restaurant ya shule? Sio chini ya 200. Au madogo movement zao ya income yao inaweza kai inazunguka inafika paka kwako. Kwa. At the same time bado kuna watu wengine tumewanyima nafasi kwenye production kama nilivyoongelea huko awali. Mtu kama Diamond ndio inawezekana ametokera au anatokera. Lakini Diamond ni kweli tunataka tumuue kabisa asiwepo katika industry tujiulize ni kweli tunataka tumuue diamond diamond ambaye ametusaidia kumleta mtoto wa kiswahili konde diamond ambaye amemleta rayvanny diamond amemleta zuchu diamond ameleta lavalava hao wote ni watoto wa kiswahili maskini wenzake amewashika mkono kuwaleta juu diamond huyu mwenye media house ambaye ameajili vijana pale zaidi ya 500 kwa hiyo naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera, ili kiwanda kiendelee, kiwanda kiendelee kuzalisha, kiwanda kiendelee kutoa nafasi kwa vijana walio